Mfahamu Bushman katika filamu ya The Gods Must Be Crazy. Mimi naitwa Ananias Edgar. Nxau Toma ni jina maarufu zaidi katika filamu ya The Gods Must Be Crazy ya mwaka 1980. Maisha yake yalikuwa ni ya uprimitive sana, huyu jamaa. Kabla ya kuanza kucheza filamu ya The Gods Must Be Crazy, aliwahi kukutana na kuwajua wazungu watatu tu pekee. Nsautoma aliyezaliwa tarehe 16 Desemba mwaka 1944 alikuwa ni Mnamibia huyu ambaye maisha yake kwa kiasi kikubwa yalikuwa ni kujitenga na miji ya watu, hadi akawa anafahamika kwa sana kwa jina la Bushman yani mtu pori au mtu porini. Alikuwa na uwezo wa kuzungumza lugha tatu ambazo ni Chiloen Otjihero ambazo ni maarufu sana nchini Namibia pamoja na lugha ya Swana. Katika maisha yake hakujua thamani ya noti ya pesa mpaka pale alipopewa elimu ya namna ya kuitumia pesa na faida zake. Kutojua thamani ya pesa katika maisha yake hicho kitu kilimkosti sana mchizi. Ilifika hatua ilibidi apate elimu juu ya matumizi ya pesa, kwa maana ya kwamba bila kufanya vile alikuwa kiziacha pesa zipeperushe na upepo. Lo, na hiyo ni baada ya kupata malipo yake ya dola mia tatu aliyolipwa baada ya kucheza kwenye filamu ya The Gods Must Be Crazy. Mbali na kutokuwa na ufahamu mzuri kwenye matumizi ya pesa, lakini pia aliweza kuijengea familia yake nyumba, kuwawekea umeme na maji. Sasa kitu kilichomfanya asione thamani ya pesa ni kutokana na kutoka jamii ambayo kipindi hicho haikuwa na uelewa mpana wa matumizi ya pesa, yaani haikuwa kijua hasa, ukiwa na pesa unaweza fanya vitu gani hasa na nini manufaa yake. Ubora wake wa kufanya vizuri katika filamu hiyo ya The Gods Must Be Crazy e, ni sawa alipata dili lingine la kuwa mhusika mkuu katika mwendelezo wa filamu hiyo ya The Gods Must Be Crazy Part 2, Crazy Safari, Crazy Hong Kong na The Gods Must Be Fun in China, hali iliyomfanya alipwe kiasi cha randi laki nane za Afrika ya Kusini. Elimu kwake ilikuwa shida sana na nadhani pia ilichangia kukosa kula mema ya nchi vizuri. Unaambiwa hakuwa akijua umri wake, na hata kwenye ishu za mahesabu hakuwa na uwezo kuhesabu zaidi ya moja mpaka ishirini. Na baada ya kuachana na mikataba ya kazi yake ya filamu katika mataifa mbalimbali duniani ikiwemo China na Marekani, alirudi Namibia, ambako alilima mahindi, maboga na maharage na kufuga ng'ombe kadhaa wasiozidi ishirini mwaka elfu mbili alibadilisha dini na kubatizwa kuwa mkristo wa dhehebu ya wasabato nchini mwake namibia ndiyo mwigizaji aliyekuwa na jina kubwa zaidi kuliko wote na ndiye alikuwa maarufu zaidi kipindi hicho mwaka elfu mbili na tatu mchizi en sau toma aliaga dunia akiwa na umri wa miaka 58 ilikuwa ni tarehe tano julai wakati ambapo alifariki kutokana na maradhi ya kifua kikuu na kuzikwa tarehe 12 julai mwaka huo huo mpaka nafariki ameacha watoto sita. Imeandaliwa kwa msaada mtandao. Mimi naitwa Ananias Edgar, Global TV. Hii ni fursa ya kipekee kwa wanafunzi waliomaliza kidato cha nne. Global Education Link, wakala wa vyuo vikuu nje ya nchi, wanakutangazia nafasi kwa mwaka wa masomo 2019 2020 katika kozi za cardiovascular technology, medical imaging technology, parma physiotherapy, accounting and finance, computer application, Animation and multimedia na kozi nyingine nyingi kwa ngazi ya stashahada yani diploma. Kumbuka, mkopo hadi asilimia hamsini unatolewa bila riba kwa watakaohitaji. Jiandae kitaaluma na Global Education Link, uwe mshindani katika soko la ajira. Tuma sasa maombi yako kupitia website yetu ama tembelea ofisi zetu zilizopo Dar es Salaam, Zanzibar, Dodoma, Arusha, Mwanza na Mbeya ama tupigie simu Global Education Link kwa maelezo zaidi, ushauri na udahili wa vyuo vikuu nje ya nchi. Global Education Link. We show you how. Sport Extra. Gazeti lako kitani kwako kila Alhamis na Jumapili ni kwa shilingi 500 tu.